Tan Business Channel online television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu katika kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali na leo nitaongelea jinsi ya kutumia milioni 2.8 kuanzisha biashara ya bucha ambayo itakuwa na faida. Nimekuwa napata maswali mengi kutoka kwa wadau wakitaka kufahamu kiasi cha mtaji wa biashara mbalimbali. Kuna mdau mmoja ameniuliza kama mtaji wa shilingi milioni mbili unatosha kuanzisha biashara ya bucha. Sasa kwenye kipindi hiki nitaeleza jinsi ya kutumia mtaji wa milioni mbili na laki nane kuanzisha biashara ya bucha. Karibu. Sasa kama unataka kufanya makadirio ya mtaji wa biashara, kuna vigezo ambavyo inabidi uvitekeleze. Sasa kwa kifupi tu ni waeleze kuwa kuna vigezo vya aina tatu ambavyo inabidi uvitekeleze, alafu baadaye nitajaribu kuchambua kimoja kimoja. Kigezo cha kwanza ni lazima ufanye makadirio gharama zinazohitajika kuanzisha biashara yaani, mambo yote yanayohusiana na kuanzisha biashara inabidi ufanye makadirio ya gharama zake. Kigezo cha pili ni pale biashara inapokuwa imeanza, kwa maana ya kuwa unatakiwa ufanye makadirio ya gharama zote za kuendesha biashara wakati biashara imeshaanza. Na kigezo cha tatu na cha mwisho ni kwa unapoanzisha biashara, kuna vifaa mbalimbali vinahitajika. Kwa hiyo gharama za kununua hivyo vifaa inakuwa ni sehemu ya mtaji. Kwa hiyo hivyo vigezo vitatu ni vya muhimu sana wakati unafanya makadirio ya mtaji wa biashara. Sasa, kutokana na hivyo vigezo nilivyokueleza, nitavitumia pia kufanya makadirio ya mtaji wa biashara ya bucha au duka la nyama. Sasa, kwa kufuatilia vile vile vigezo nilivyowaambia, tunaanza kwanza na zile shughuli zinazohusiana na kuanzisha biashara. Kwa hiyo kuna swala la usajili wa biashara kule BRELA. Ni muhimu ukasajili biashara yako BRELA sasa unaweza ukasajili kama kwa wanasema kwa jina la biashara au unaweza ukasajili kampuni kimoja hapo, inabidi ufanye. Baadaye nitaeleza gharama zake. Kigezo cha pili kuhusiana na uanzishaji wa biashara ni leseni. Ni muhimu upate leseni. Sasa leseni zinapatikana kwenye ofisi za wilaya, kwenye ofisi za halmashauri, hata kwenye mawizara, inategemea ni aina gani ya leseni kwa hiyo hizo ni sehemu hayo ni baadhi ya mambo mawili ambayo ni ya muhimu katika uanzishaji wa biashara. Sasa kuna jambo jingine ambalo ni la muhimu inabidi utafakari ile, na napo ni mahali pa utakapofanyia biashara. Kama una jengo lako, basi utafanyia mahali kwenye jengo lako lakini kama una jengo inabidi ukodi au ufikirie masuala ya kulipa kwa ajili kulipa gharama za pango la sehemu utakayofanyia biashara. Kwa hiyo hiyo ni kitu kimoja hapo, ambayo inabidi ukitilie maanani, lakini kuna swala la vifaa mbalimbali vitakavyohitajika kwa ajili ya bucha. Maana tunasema tunazungumzia bucha, kunaweza kukahitajika vifaa vya kukatia nyama inaweza ikawa ni visu na misumeno na vitu kama hivyo, lakini kuna vifaa vingine ambavyo utakuwa unaninginiza nyama e, ili wateja waweze kuiona. Kwa hiyo hivyo, inabidi pia uweke makadirio ya vifaa kama hivyo, lakini pia kuna swala kunaweza kukaa na meza hata makabati hapo bucha utakapokuwa unafanyia biashara. Sasa nategemea na matakwa yako, kwa hiyo inabidi pia uweke e, makadirio ya vitu kama hivyo. Sasa swala la nyama, wakati mwingine nyama inaweza ikawa inabaki, lakini pia ikifika tangu asubuhi, inawezekana pengine ikikaa hivi hivi, inaweza ikaharibika. Kwa hiyo kunahitajika aidha uwe na refrigerator au deep freezer, ambapo pengine kama nyama imebaki, utakuwa unaweka mle kwa ajili ya matumizi ya siku inayofuata. Kwa hiyo gharama za refrigerator au deep freezer ni muhimu sana kwenye makisio yako. Kwa wakazi kama wa Dar es Salaam ambao pana joto sana, ni muhimu ujaribu kununua feni au kama una uwezo basi nunua kabisa air condition, kwa sababu hata wateja wako watakapokuja wasianze kujikutana toka jasho au hewa ni nzito. Sasa hiyo inaweza ikae kwenye gharama zako za makisio ya mtaji. Vitu vingine ni ambacho hiki ni cha muhimu sana, sasa ni kwa nyama lazima uweke makadirio ya nyama ambayo utanunua na kuwauzia wateja. Kwa hiyo kwa nyama itabidi ukadirie, sasa inategemea, labda nitakuja kuongelea makadirio yenyewe, maana hapa nazungumzia kwa ujumla. Kwa hiyo gharama ya kununua nyama ambayo utawauzia wateja nayo inabidi uweke kwenye makadirio. Sasa kwa kutumia vigezo nilivyokwisha kueleza hapo awali nimejaribu kutengeneza makadirio yangu ya mtaji kwa ajili ya kuanzisha biashara ya ya nyama yani bucha, na ukiangalia hapo kwenye picha utaona jinsi nilivyofanya makadirio yangu. Kwa hiyo, kwa kifupi, kwenye swala ya usajili nimejaribu kuangalia labda kama utasajili jina, kwa hiyo nimeweka hapo elfu thelathini lakini kuna swala la leseni ya biashara nimeweka laki mbili, inaweza ikawa zaidi ya hapo au pungufu ya hapo. Lakini kuna swala la pango, kwa hapa Dar es Salaam unaweza ukakuta kama ni sehemu ambayo kidogo imekaa vizuri, ukatakiwa kulipa kodi ya laki moja kwa mwezi, na mara nyingi wanachukua kwa miezi mitatu, kwa ndio maana nimeweka hapo laki tatu lakini pia nimeweka vifaa mbalimbali vya kukata nyama vya kutundika nyama, nimeweka gharama ya laki mbili. Lakini kunahitajika meza na makabati ndani ya bucha kwa matumizi mbalimbali, nimeweka hapo laki tatu. Kama nilivyosema, kuna kununua refrigerator au deep freezer. Sasa hapa nimechukulia kuwa labda nianzie chini kabisa ununue ambayo imeshatumika kwa hiyo gharama yake inaweza ikawa sio kubwa sana, ndio maana nimeweka laki tano. Sasa ukitaka kununua mpya inaweza ikawa gharama ni kubwa zaidi, lakini kuna masuala ya vifaa vya kukata nyama na nini ambayo nilikuwa nimeleza pale mwanzo, nilikuwa sikuweka nani, ambao sapo ni laki moja na nusu na mwisho ni gharama ya kununua nyama ambayo hatimaye utawauzia wateja au bidhaa mbalimbali zinazohusiana na nyama ambayo nimeweka milioni moja na laki mbili. Sasa ukijumlisha hapo, utaona kuwa unapata milioni mbili laki nane na elfu themanini. Kwa hiyo hayo ndo makadirio yangu. Sasa yule bwana aliyeniambia kama na milioni mbili, mimi nimejaribu kujibana bana, nimetoka na milioni mbili laki nane na elfu themanini lakini humu mumu ukiangalia kwa undani au yeye mwenyewe akijaribu kuangalia kwa undani anaweza akapunguza hapa na pale, na pale akajikuta hiyo milioni mbili inatosha kabisa kuanzisha biashara ya ma, ya bucha yaani biashara ya nyama. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali, na leo nimeeleza iwapo shilingi milioni mbili inatosha kuanzisha biashara ya bucha, yaani mtaji wa milioni mbili kama unatosha kuanzisha biashara ya bucha. Naomba mwendelee kuangalia vipindi vyetu vya Tan Business Channel online television vinavyotangazwa kila siku kuanzia saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na karibu tena.